Ni utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi CCM chini ya daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, rais wa awamu ya sita ambako zaidi ya bilioni moja nukta tano zimetolewa na kutekelezwa mradi huu ambao unatekelezwa na Ruasa mkoa wa Manyara. Zaidi ya vijiji viwili vitakwenda kunufaika na mradi huu baada ya kukamilika na hapa wananchi wa kijiji hiki cha Basotughan wanaelezea namna mradi huu utakavyowanufaisha baada ya kukamilika jambo la kwanza na nampa kongole au hongera raisi, na kwanza namshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia mradi huu wa maji ambao kwa miaka mingi kwetu ilikuwa ndoto na ilikuwa historia, maana kipindi cha nyuma mradi wa maji ambao umechimbwa na kanisa la Kilutheri umefanyiwa survey, survey ili maji yapelekwe mlimani, bado ikawa ndoto, hatuja hatuja hatujapata mafanikio yoyote. Lakini pia tunamshukuru rais kwa sababu kwake sisi tumeona ni manu, kwetu tumeona ni manufaa kwa sababu kwa miaka za huko nyuma, kwa uongozi uliopita marais waliopita, tumeona kwetu ni ndoto lakini kwa Samia Suluhu Hassan rais wetu wa jamhuri ametunufaisha na mradi huu, tumejisikia kuwa na furaha na amani. Mradi mradi huu ni mradi mzuri ambao wananchi wa Basotughan watanufaika, maana kipindi cha nyuma wananchi walikuwa nachota kwenye lile bonde la ziwa Basotughan, na kipindi cha masika huwa maji yale ni maji yaliyosimama, huwa yanaleta magonjwa, watu wengi wanaugua kipindi cha muda mwezi wa tatu na mwezi wa nne na tano, wananchi wa Basotu huwa wanalazwa hospitali ya Tumaini na Dareda na vituo vya afya. Kwa sasa kwa mradi huu, utakapo maji yatakapopandishwa ya juu ya tenki ile na kusambazwa kwa wananchi, wananchi watanufaika kwa maana kwa e, ya kwamba tenki ile maji yale yatawekewa dawa, wananchi watatumia huduma, zitakuwa zimepelekwa zita karibu na wananchi, na wananchi pia sisi tumenufaika vizuri kwa maana huduma imeletwa karibu na wananchi. Bahati nzuri mradi huu umeletwa na mbunge wa jimbo aa, akawa ameelekeza kwenye ziwa la Basotughan, kwamba mradi huu utawanufaisha wananchi, maana ni maji yanayoaminika hayakauki. Afsa mtendaji na, na halmashauri ya kijiji wanajaribu kuwaelimisha wananchi kwamba msifue kando kando ya, ya ziwa kwamba ukafue kama hatua tano au kumi mbele nje na ukingo ule wa maji. Kwa hiyo ni wachache ambao wana mioyo migumu ambao si waelewa. Mvua inaponyesha huwa lile ziwa inajaa. Aa, najua kwamba kuna mwinuko, lakini kipindi cha masika huwa hawavui kwa sababu maji yako mengi. Maanake wengine wame maji yao hasa nyumba za bati, watu wame, wameweka kinga maji kwa maana kwamba wameteka wame kwenye madramu kwa hiyo asilimia kubwa tunafua nyumbani kipindi cha masika, lakini kiangazi ndio tunafua ziwani. Uh, awali ya yote napongeza na naipongeza serikali kwa kushirikiana na, na RUWASA kwa ajili ya kuleta mradi wa maji kwenye kitong, kijiji chetu na hasahasa hasa pia katika kendoku, kitongoji chetu cha Dolot, hasa tulikuwa tunachota umbali wa kilomita nyingi hasa watu wakiwa wanatumia usafiri wa mkokoteni, mara pengine wanatumia usafiri wanatumia punda. Ilikuwa ni changamoto kubwa, lakini serikali baada ya kusikia kilio cha wananchi kwa ujumla imefanya jukumu kubwa, na pongezi ziendee serikali pamoja na RUWASA kwa ajili ya kufanikisha zoezi hili. Zaidi sana tunaombea Mungu awabariki sana. Historia fupi ya bwawa hili la hapa chini ni kwamba mwanzoni ilikuwa ni visima. Baada ya visima tukaelekeza ele, mtaro maji, ambayo mtaro ambao unaingia kule umetokea Nangwa, basi yale maji yakaingia kule kwa wingi kwa wingi, na mvua fulani ikaongeza, basi ikawa ndio hilo bwawa limetokea kwa namna hiyo. Kwa kweli asante, asante, mradi huu unatunufaisha sana. Maana yake maji tulikuwa tunayafuata kule chini sasa hivi sasa tuna mabomba hapa karibu kabisa, yaani maji yametufikia nyumbani. Kwa hiyo tumenufaika kwa hali hiyo. Jamani, tunashukuru sana serikali ya Mama Samia pamoja na mbunge wetu Samuel Hayuma. Vile vile tunawashukuru LOASA kwa kubali kuleta huu mradi hapa kijini kwetu, kitongoji cha Tlaa. Tunashukuru sana eh, kwa maana ya hali ya upatikanaji wa maji wilaya Hanang' Kwa sehemu kubwa imeimarika sana. Wakati tunatafuta au wakati tunaomba nafasi ya 2020, wanakumbuka hapa Katesh ambako ni makao makuu ya wilaya tulikuwa na ukame mkubwa. Watu walikuwa wanachota na punda, na nakumbuka kabisa mimi nikilia bungeni kwamba kwa hakika ni aibu wilaya ambayo ni kongwe, makao makuu ya wilaya watu wanachota na punda. Tumepata mradi pia wa eneo la Basotughan pale, tulikuwa na maji muda mrefu lile bwawa wanachi wakienda kuchota pale, pako chini, una lazima upande mlima, unahangaika. Mama wanahangaika, vijana wanahangaika, na wakati mwingine nishavunja vibuyu viwili smajinyuml aklbaitor kila mwaka utasikia kwamba kuna mtu amezama bwawani. Sasa nikawa nimefikiria kwamba kwa sababu hili bwawa tunalazimika kwenda kuchota, kwa nini tusitafute namna tupandishe yale maji juu, ili awafuate wananchi majumbani, ili tusisikie vifo vya watu kwa kufuata maji? Kwa hiyo kwa, kwa asilimia kubwa ule mradi nafikiri unakaribia asilimia 80 mpaka tisini. E, wanachomalizia tu ni ile sehemu ya kwenda kwenye bwawa ili maji yaweze kupampiwa kwenda nje. Pampu iko tayari, e, ile boya tayari limeshatengenezwa . Kinachowekwa ni yale mabomba ya chuma ili hatimaye wananchi waanze kupata maji. Baada ya muda mfupi tu wananchi watafuata maji bali maji yatafuata nyumbani. Eh, maeneo mengi tumefikia, lakini tuna miradi mingi ambayo iko njiani. Tumechimba visima kwa sasa zaidi ya themanini. Vile visima vinapaswa yale maji yasambazwe. Kwa sasa hivi maeneo mengine tumejenga yale pointi ya kuchotea zile za, za dharura ambako wananchi waanze kutumia maji badala ya kuwa na kisima tu kimekaa tu. Lakini tuna mradi mkubwa wa DP karibu 33 pale Mreru, ambako tumeshachimba kisima na tumeshapeleka mabomba na tuna tumesha design kila kitu kimekamilika. Kifedha kidogo zinasubiriwa ili mradi uweze kukamilika. Lakini ukienda upande wa Basodesh kule, tumefanya hivyo, tumechimba kisima kimeshakamilika, lakini ni swala la kusambaza yale maji. Ukienda Gijeta na hapo tumeshachimba kisima mabomba tumeyapeleka, lakini ni kumalizia, fedha tunazitafuta ili kazi hiyo iweze kukamilika. Na maeneo haya mengine yote kazi, kwa sababu imeanza na tumeisimamia vizuri, ni imani yangu kwa sababu kazi imefanyika. Wananchi tuliwaahidi kazi na bado kazi haijaisha. Lengo letu kwa kushirikiana na serikali tumepata wadau Water Aids ambao wamekubaliana kushirikiana na serikali mkono kwa mkono, ikifika 2027, hana upatikanaji wa maji wa 100%. Lengo la kutengeneza lile chelezo ni kwamba uh, tupate maji masafi na salama, na pia uharibifu wa, wa pampu usiwepo, kwa sababu pale hapa kuwi na mchanga ambaye au, au tope inaweza kuharibu pampu. Kwa hiyo ni usalama wa pampu na tupate maji masafi. Wa, wa, wa, eneo square meter 1038 ambaye ni karibia sawa na eka 96, kwa eneo kina sijui ni mita 80 hivi refu eh, eh ni tayari imeshakamilika. <laughs> Ni, ni matumizi ya muda mrefu, wananchi wategemea kupata maji kwa kipindi chote cha mwaka kwa muda mrefu, na pia wananchi pia wasaidie ku, kulinda ule mradi pale. Na hapa meneja wa Ruasa mkoa wa Manyara James Kionaumela anazungumzia mradi huu. Hana coverage yake ni asilimia 81 hadi leo. Kwa hiyo tuna asilimia 19 bado watu sema wanakopata maji safi na salama. Sasa katika huu mradi kijiji cha Basotughan ambacho tunachokiongelea watu hawajawahi kupata maji ya bomba tokea hapo ulipoanzishwa. Lakini ardhi ya wilaya ya Hanang' imebarikiwa ina maziwa ina mabwawa na pia ina chemchemi. Ukienda kule maeneo ya Gandabi utakutana na chemchemi za maji lakini pia, tuna visima, pia tumechimba. Kwa, kwa, swala la vyanzo vya maji, kwa upande wa Hanang', kweli, kwa kweli changamoto kubwa mradi chanzo cha ziwa kuweza kuwafikishia wananchi majumbani maji safi na salama na tumejenga mradi vituo 10 vituo 21 na tenki lao, uzuri lakini pale kwenye ziwa uspeshi wake, ambao tunaokwenda kuelezea jinsi gani tulivyotumia maroko fundi wa hapa hapa Hanang' hapa, kwa maana mkoa wa Manyara, jinsi ya kujenga intake tulioelezea na wenzetu wakaielewa idea yetu tunachokitaka kama mlivyoiona jinsi ilivyojengwa ni nzuri sana. Kuna sehemu guard rail ambako watu wanapita inakuwa kama ni eneo la utalii, unapofika pale na lile ziwa, jinsi gani wananchi walivyolilinda, ukiangalia pale miti ilivyopandwa. Kwa kweli, mimi nawashukuru sana wananchi wa Hanang', hasa kijiji cha Basotughan na uongozi wao kwa ujumla, jinsi walivyovalinda ile bwawa. Kwa uchafuzi wa bwawa kwa kweli nikaribia sifuri, kwamba bwawa lile jinsi wananchi wanavyoshirikiana kulilinda. Kwa hiyo tuna chanzo cha uhakika sana. Kwa hiyo mradi huu utahudumia vijiji viwili. Ikiwemo na Basotughan ambako wenzangu mmetembelea na tumepaona wote kwa pamoja. Lakini hii intek kwa maana eh, floating intek ambayo imejengwa pale kwenye kile kijiji ambayo ilijenga ni Mtanzania mwenzetu hapa hapa Manyara anaitwa Mzee Ashok jinsi alivyozifanya ame, ame, ame blend hadi nembo ya RUWASA kwetu sisi ni faraja kubwa sana kuona Watanzania wenzetu wakitutegemea kwamba wazungu waje waweze kuzijenga. Nimekaa kanda ya ziwa, nimefanya kazi kanda ya ziwa, lakini hii ambayo imejengwa na, na mkazi wa hapa Manyara kweli inavutia sana Kwa hiyo wananchi wale mwanzoni walikuwa wanatembea umbali mrefu sana kufuata vijiji vya jirani maji, lakini leo hii wale wananchi wanafurahia huduma ya maji kwenye eneo lile la Basotughan na tunamalizia ile intake imejengwa, imeshakamilika asilimia tisini, na wananchi wanaendelea kupata maji na wamejiunga kwenye CBWSO ambao inaitwa kamati za maji ngazi ya jamii. Kwa hiyo makusanyo yote ya maji yanayouzwa tunatumia mfumo wa kielektroniki, wananchi wanaendelea kulipa maduhuli ya maji ili huduma iwepo endelevu. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa Basotughan, kitunze kikutunze. Kwa hiyo waendelee kutunza miundo mbinu ya maji na chanzo kile cha maji ili mradi wetu uwe kuendelea. Maana rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweka hela nyingi sana pale. Na baadhi ya vijiji kwa eneo la Singida. Kwa utaona jinsi gani wilaya ya Hanang' ilivyokaa kimkakati kwa kule. Kwa hiyo wito wangu tu kwa wana Hanang' waendelee kulinda vyanzo vya maji na miundombinu ya maji, na pia wito kwenye vile vijiji ambavyo vinatumia eh, maji ya mseleleko waendelee kulipa bili za maji watunze vyanzo vya maji ili viendelee kututunza hata kwa kizazi na kizazi, lakini sisi wote kwa pamoja, na sisi Bawasa hatutakuwa kikwazo kwa wananchi wa Hanang' kuweza kuzuia huduma isiyokuwa bora na salama kwa wananchi. Na kwa upande wa, wa sekta ya maji kiujumla, kwa maana wazetu wa bonde, mamlaka ya maji hapa mjini, Bawasa inahudumia kwa eneo la Kateshi, kwa watu wa ubora wa maji, wote kwa pamoja tunafanya kazi kwa, kwa pamoja, yani kwamba mtu wa bonde atapima uwepo wa, wa, wa, wa maji chini ya ardhi afu baadaye mashine za serikali zinaenda kuchimba na kila baada ya miezi mitatu wazetu wa bora wa maji wanaenda kuchukua kupima vyanzo vyote vya eneo la Hanang' na Manyara kwa, kwa ujumla ili tuwaone kwamba haya maji tunayogaia wananchi ni bora na salama, kwa hiyo kama ni safi na salama kama ripoti ikiwa na changamoto yote kwa tuna, tunaangalia madawa gani jinsi ya kuyatibu yale maji ili yafikie kwa wananchi maji safi na salama. Na kingine tuna kitu kinachoitwa